Parish, au wakuu wa giza kusoma Waefeso sita kumi na mbili nazungumzia wakuu wa giza, wakuu wa giza. Kupigana wetu sisi juu ya damu na nyama na kila mtu anafahamu ila nataka nizungumzie wakuu wa anga wakuu wa giza kwa kuzima jeshi la wabaya kwenye upande wa taifa au tufanye kuingia kwenye ndoa tumia andiko hili kwamba alichokiunganisha Mungu mwanadamu asikitenganishe. Mungu ni roho. Mungu unganisha roho, Mungu unganisha mahipsi, unganisha sura, unganisha hela, unganisha weupe, unganisha vitu vya mbinguni. Ndio maana Yesu akasema mbinguni hakuna kuoa wala kuoa. Tuko hapa duniani kwa ajili ya kuwa na utakatifu, kutokumkosea Mungu na mengineyo, pia kufocus kwenye kujenga ufalme wake. Ndio maana amesema af kwanza ufalme wa Mungu na haki yake na him. Sasa kuna ufalme ambao unaendelea siku hizi, miaka mingi, utaona kuna aazugumza upande wa talaka, iwe ni watumishi wa Mungu wa yake ae m niseme makanisa wa ya watu waliozaliwa wa mara ya pili, sili nini? Shetani anatafuta mfumo, amejeka mfumo, ameweka mfumo huu. Mfumo ameuweka kwenye makanisa, ameuweka kwenye jamii, ili aingize ajenda zake za kuzimu, ili watu wengi wasiende mbinguni. Anachokifanya, alichokifanya ameingiza mfumo. Kwa mfano, utaona watu sasa hivi wanasema kuoa, kuolewa lazima uende kanisani, lakini kusoma Biblia kuna sehemu ya kanisa. Watu wakuambia aende kuona kanisani, mwingine anasema kuna baraka za madhabahu. Ndio kabisa, zipo baraka za ndoa, zipo. Lakini swali langu, je, ni nani anayekuwezesha huyo? Uwe mchungaji, ana uwezo wa kuona? Ana neema gani? Au anafungisha ndoa kwa sababu ameenda theology, kwa sababu ana certificate ya serikali? Kumbuka serikali inaongozwa na principality Mfumo wa shetani kuingiza hivi vitu, watu wawe na lesendo waezeshe ndoa, watu wawe na sendo watunize, watangaze uchumba. Kama mtumishi wa Mungu yuko anointed, atakapoishika ile pete, atakapoimvalisha yule, kama mtu amefungwa na jini mahaba na jini makata amefungwa, atafunguliwa, kwa sababu kuna kifungo cha kuvaa shela cha kuvaa suti pale hati ya ndoa kama kuna uwepo wa shetani au roho za ukoo upande wa mwanamke au mwanamume, yule mtu anafungwa. Kuna watu wamefungwa kutokana na vyeti vya ndoa na no, wameona kanisani. Kuna watu wamefungwa vyeti vya ndoa, wameoana mahakamani. So the issue sio ni wapi meana, the issue alichokiunganisha Mungu mwanadamu Na mke wako, na mume wako. Je, mmekutana yeah, ba? Mmekutana njiani? Mmekutana kanisani? Mmekutana wapi? Mmekutana kanisani, mlifuata njia za Mungu? Na huyo mtu kabla hajaoa alifunguliwa. Kuna watu wameibiwa baraka zao za ndoa, kuna baraka za ndoa. Hazitoki madhabahuni, zinatoka kwa Mungu. Kwenye madhabahu ya Mungu aliye hai. Sio madhabahu ya mchungaji aliyesoma theology. Sio madhabahu ya mchungaji mwenye experience. Madhabahu mwenye hofu ya Mungu, aliyeitwa na Mungu kweli kweli.

vizuri ukajua kanisa gani eneo gani unaoa, na huyo mtu unamuoa amefunguliwa. Lazima upate mtumishi wa Mungu ambaye anaona shetani ameingia kwenye famili, ameingia kwenye jamii, ameingia kwenye taifa, ili Mungu asishuke kwenye taifa, ndio maana mkuu anga kuongeza mkua kuzimu, principality. Those are the spirit which control a nation which control a family. Ningetamani ujue hivyo siku ukipokea kwa upande wa kuona kuelewa, ambazo watu tume experience tumejifunza, umetoka wapi kwa sababu ya mambo na mengi